Ubebe msalaba huu umpeleke huyo jamaa, ili tuende tukamdhihaki, tuende tukamtemea mate. Yule jamaa akajisalimisha kwa sababu kulikuwa na wanatamu wana tisha. Wakati ule masikari wa pale walikuwa na tisha, wakamkamata wakampeleka Yesu, kisa kanyamaza kimya, hatawa walikuwa nao, walikuwa wamekimbia. Nisikilize mkozi, nikwambie nini rafiki yangu? Jioni ya leo kama utaokoka, jehanamu itakupokea ameniambia amejitoa msalabani kwa ajili ya wewe. Kama jioni ya leo utaokoka, pole mimi, ninanawa ninanawa dhambi yako wala sitohukumiwa. Mbingu ishuhudie, hata hii hali sielewa kuwa nimehubiri katika eneo hili. Wahubiri unanielewa? Ninasema wazi, nimetoka Geita kwa gharama nime kuja kuleta injili Yesu Kristo. Kanyenyekea, akaanza safari kwenda taratibu. Nisikilize, mateso aliyokuwa ameyapata. Unaposikia mateso ya kusulubu, walipokuwa wamemfunga, piga magoti. Nisikilize, walimvua nguo zote kama kadakikamali. Hatimaye kamanda mmoja kaenda huko, mwingine huku, wakachukua fimbo moja ambao kwa Kiyahudi iliitwa fimbo ingi ilikuwa na ndoana chuma vimekaa kama nne, alafu wakaanza kuchapa. Na kila ndoani inapoingia ilikuwa inarudi na nyama, kila ndoani inapoingia ilikuwa inarudi na nyama jesadatori ya kimya, ili wakoe watu wenu hili oya ukasema nini? gowezami <tangani> <tangani> Hatimaye mwanandoano akaondoka akaenda na roho, akaondoka na lile msalaba, wakafika wakalisimika mahali pa utapo.